Baby, uh, listen, uh, listen to me, baby. That is you are the problem. No, you uh, you. know I love you, it's right? not me, it's you No. It's you you are babe, the problem. No, you're the problem No, because when I hold your waist, like. like But see, I'm coming, I'm coming like a man. Just one second. Eh, uh, uh, one second. That second is very big to the that's human what, it's being okay, but that's why I want us to look for a village the, doctor. That's why we, I'm no? telling you uh, No, a village doctor is a good one we'll know how to handle it you'll last even more than one hour that's what I want Okay. hmm? okay do you know one the one the the, there where There, the ma Masai, Masai Masai Mara Ah, Masai that been... is Masai Mara Masamaga? Yeah, that is Masai Mara. Ma Masai Mara Can I come, come closer Masai Mara, We, nani unaita nani Masai Mara? Unajua vitu vingine, mimi analeta mchezo ndani ya kazi. kati ni mko na shida ama, mimi ndio ndio, niko niko na na shida shida shida shida kujeni. so baby um, mimi I'm saying this Masai Mara is yeah. I'm saying this Masai Mara is watu ambao waliopotea wakaja kama nini. oh, this small man cannot do shit <laughs> don't listen to him like <laughs> A problem whenever in bed, we he just last one minute yani yani like, kwa kwa kitanda ana, ana kwa kitanda same mume kwa kitanda kumaanisha mmekuja kumaanisha maneno ya sehemu ya siri siri siri ya ya na mkifika hapa mnakusana mungekusana huko hapa mkifika hapa, mwachie daktari afanye kazi yake. Wewe who has the the the the problem problem problem problem is you juu, a rider. Who Who is the problem? The problem? rider. Who has a problem? Is yeah. him? hauridhishi yeye. Toka hapa, aenda kwanza. Wacha nidili na You are the huyu. Wewe kwanza, wenda kwanza kabisa nimalizane na yeye, nataka kudili na yeye It's the problem. Yes, it's the problem. problem. Yes, the the I'm, I'm I'm I'm not the problem. No, <laughs> I've never met you, no. <laughs> And uh, me, I'm a doctor. Oh, really? Ah, Ah, I'm a doctor. Na mimi nakupatia dawa nzuri unajua acha nikwambie hii maneno huyu mwanaume nikama awezanianakuguzana mzuri So ni kama hata hapa fomu mzuri? No, we don't. Alafu anakuleta shida hapa na shida sio wewe. Na shida sio, sio, sio. Mtoto vile amenyoroka hivi, mtoto laini kweli. Ukiangalia kweli unaweza kuwa na shida gani kweli? I don't. Labda ukuwa na shida ya kutembea na mtu mwenye hana pesa. Yaani, namanisha labda shida yenye huko nayo ni kutembea na mtu mwenye hana pesa. Sasa shika hii. Unapenda kijiti ya marungu? All of it. All of them. Sasa hii iko na miba na hii inachemsha. Na na hii kama anakunywa. Hii ukikunywa chakula ya mtoto anasimama na mama hii. Chakula ya mtoto anasinganga. Mama anasimama ya na kuwa mzuri ya mama anasimama mzuri kabisa, mpaka hata mtu akiangalia hivi anatamani hata hiyo. Mzee, unasema ni yako hii? Sasa na hii miti inachemsha mama hii. Okay, unachemsha hii vijiti. Unapenda kijiti ama rungu gani? i vijiti yote nagane kama natoshana. Najua kijiti mrefu tena ni mzuri na hii kijiti ni mrefu sasa. Sisi Masai tunapendanga vitu mrefu, tuko na vitu mrefu kama hiyo sisi. Yes, we we are very romantic. Alafu mimi nikwambie, hii hii miti mm. kama machemucha kikunywa kikombe moja ni ah, yeah. Okay. Mm. Oh. Kama kazi najua ni kama hawezani kazi najua hata mimi najua huh? Kuna shida kweli, unajua, kama hawezi yeye kama hawezi huh? Mimi naweza saidia. Hata Biblia nasema tunaweza saidiana sisi mandugu kwa mandugu, tunaweza saidiana sisi Wakenya kwa Wakenya, tunaweza saidiana sisi mm. watu kwa watu ah. Yani nasema tusikuwa na ubaguzi no, but I love him. Eh? Yes. Wacha kusema maneno ya mapenzi hapa, umekuja kwa daktari. Na hii miti ukikunywa, lazima kwanza mimi nikuonje huh? lazima mimi nakuonja hii miti, naonja hii miti kwanza uh -huh. alafu ndio sasa uende kwa mzee. so, me and you were sharing the same bed? yes, yes, yes. Was like, I'm, I'm sikisa sikisa, miti miti ni dawa miti ni dawa, okay. miti yote ni dawa hata hiyo miti ingine unasema mm. Yote ni dawa unasikia? unashika hiyo sikia? unasikia hiyo rungu mm. unapenda rungu mm -hmm. ya Masai tahata nachanganya mimi. Sasa fanya hivi mimi hata niko na ng'ombe, niko na mbuzi alafu tena najua nichanganya sana usiano yangu na wana... na wewe nitaharibu sababu ya huyu mwanadada. Na utajua mimi ni nani. Siwezi kuachilia. Siwezi yeko kwa mtego, eti nitoboe mimi mtego. Kwani nitatoboa mtego yote. Lazima nianguke kwa hiyo mtego.